Ndiposa Yesu akamwambia shetani, rudi nyuma maragami. Hata sisi wakati wa misaraba na kitaki huyo Yesu tunamtaka tu wakati wa wasia wa kupera na ushindi huwa mambo Kristo anakuwa Kristo wakati mambo ni mazuri, lakini wakati wa mateso tunamsahau, na anaacha kuwa Kristo na sisi tunaacha kuwa wateso, tunaiasi imani, tunaiase wakati wengi kama

sha jinsi watakavyo tumikiana wa kaba sikuja kutumikiwa